Kundi mbalimbali ya vijana katika eneo la Changamwe kaunti ya Mombasa ametaja ubaguzi katika nafasi za ajira hususan za umma kama kiini cha vijana wengi kukata tamaa na kushiriki uhalifu. Katika kikao cha usalama kilichoongozwa na naibu kamishna anayesimamia gatuzi dogo la Changamwe Kipkoechi la Bat, vijana hao wakiongozwa na mkurugenzi mkuu wa shirika la vijana la Mizizi Kennedy Omondi wamehimiza usawa katika nafasi za ajira za serikali ili kuwakimu vijana hao. Vijana kidogo wamekuwa reluctant, hata sio sahihi peke yake, hata hapo nyuma pia, kwa sababu eh, tuna feel kuwa viongozi wetu wametufail, na wametufail kwa sababu kila kila kukija tukiwapatia hizi nafasi wanatumia vijana kwa kuleta fujo, then vijana pia wapate kusaidika. So katika this particular period ya registration eh, sisi kama Mizizi Youth Organization, kuna wale vijana ambao tunatangamana nao katika different programs, so tumechukua initiative ya kufanya integration, kama tutafanya mradi wa peace tukimalizia, tunakumbusha pia kijana waweze kuchukua kusajili kura ili tuweze kukua katika zile decision making tables. Mara nyingi tumezoea kuwa tunaika wazee, tunarudi tunaandamana, alafu tunalaumiana, oh nilichagua mtu fulani na sasa tusaidike. so nikiongelea niki maybe wodi yangu ya Changamwe, tunaangazia kuwa katika uh, eh, maybe the sub county at large, kwa sababu tuko na wodi tano. Kwa katika kikao hicho kilichofanyika katika kawisho, kilicho fanyika, ukumbi wa kijamii wa Changamwe, Omondi vilevile amelitia dosari swala la ulezi katika eneo hilo, akisema wazazi wengi wameyatelekeza majukumu yao ya ulezi, akisema ni wajibu wa jamii kuendeleza vikao vya kijamii eneo hilo ili kuwakinga watoto na maovu, hasa wanaojifunza kupitia utandawazi. Tunalenga katika likizo ndefu sana ya Disemba, na mara nyingi sisi kama mashirika ndio tunapata hapo, kuna kuna rising cases of violence na hata pia mimba za mapema. So mimi ombi langu kwa wazazi, kwa sababu mtoto ni jukumu la mzazi. Mtoto akilelewa katika e, maadili mema, pia atakuwa vizuri. Unaambiwa samaki mkunji angali mbichi mtoto mleavyo ndivyo kwaavyo. So vile vile vilevil uh, tuna encourage wale wazazi despite the fact that tunaelewa sahii kidogo, kuna mabadiliko. Utapata sahii wazazi wengi ni single single mothers, na huyu single mother pia at the same time inabidi nahuy aende akatafute chakula cha mtoto. so utapata most of the time time, na wengi wako katika hizi export processing zones time, nyingi sana na spend kama iko kazini kwa sababu hana namna. Lakini tunawahimiza kwa ule muda kidogo ambao mmerudi nyumbani, kuna umuhimu ufuatilie mtoto wako ujue anachangamana na nani, ujue shuleni tabia yake iko vipi, performance yake iko vipi na anahitaji pia usaidizi gani. Akizungumzia swala hilo la usalama, naibu kamishina wa gatuzi dogo la Changamwe Kephba amekiri kuwepo na changamoto hiyo ya utovu wa usalama, akisisitiza ni sharti wazazi wa makinike na kuyawajibikia barabara majukumu yao ya ulezi, akisisitiza ni vyema wazazi wa walinde wanao dhidi ya magenge ya kihalifu. Swala la usalama tunaweza sema haiko eh, iko nzuri hadi eh, atibiti na kazi inaendelea vizuri, na tunaweza tunaendelea kukasanati tuone eh, kwamba usalama imeimarika eh. Tumesema tutafanya police patrol mingi, tuta increase we enhance police patrol wasunguke vikao hivyo vya usalama vinavyojumuisha vitengo mbalimbali vya usalama, mashirika yasiyo ya kiserikali na jamii yanaendelezwa katika wadi zote tano za Changamwe, zikiwemo Changamwe, Airport, Port Reitz, Chaani na Kipevu. Ali Vincent, Benvin TV.